ini katika staili sasa ya mashindano kwa upande wenu uh, mtakuwa mnatumia mfumo upi, huu mfumo wa luza katika huu mchezo wa pool table, ama mtakuwa mnatumia katika ule mfumo ambao tunasema wanaita s ni mavuno, ambao unakuta kwamba kete zinapangwa pembeni? Maana najua luza kete zinapangwa katikati ya, ya, ya kile kisquad uh, tunatumia um. ni luza um. na pia kwa sasa hivi tunatumia sheria mpya, kwa sababu kuna sheria mpya mm. kwa hiyo Unaposema una, kwa mfano unatamani kuja kucheza kwetu mm. ujue kama sisi tunatumia sheria mpya, kwa sababu ndizo sheria zinazotumika mm. sehemu yoyote ile ambayo utakwenda kufanya ma, kucheza mchezo wa pool table. Wewe unaitwa nani ndugu yangu? Uh, mimi naitwa Abduli. Wewe unaitwa Abduli uh, kwenye hu mchezo wa pool table unaojua vipi wewe kwa pande yako? Uh, mi ni msimamizi yeah. hmm. wengi wao wanamuita kamisa ha, uh, kamisa yeah. Uh, kwa hiyo wewe sio mchezaji bali ni msimamizi yeah? Au pia ni mchezaji vile vile, maanake wasimamizi tunajuaga wanakuaga wana kiwango kweli kweli kwenye mchezo wa pool table yeah. Jambo lolote unalolifanya ni lazima ulijue uh. Yeah. Kuona mi ni miongoni mwa wachezaji na yeah, ni yeah. Miongoni pengine kitu gani kifanyike ili eh, mashindano ndani ya mkoa wa Kilimanjaro ya makubwa katika mchezo wa pool table uh, ni kutoa intention mbovu in yeah mana watu wengi wana orientation mbovu mm, kama haswa kwa wazazi mtu mm, akimwona mwanae anacheza pool table anachukulia ni kama mchezo wa kihuni mm. yeah. Au pengine ile ambao wanaita mavuno labda ndio inaharibu mchezo wa pool table, ile watu wanafungiana watu, wameweka kwenye kundi la kama kamari la, ile ni kama tu zawadi ila sijaona kama pia ni jambo baya mm. kijana kulifanya mm. Ok, pengine katika utaratibu wenu, njia ipi ambayo mmeifanya kuhakikisha kwamba uh, mnakwenda kufanikiwa katika hili jambo lenu ambalo mnataka kuhakikisha kwamba mashindano yaitike, yawe makubwa, pengine mmeapangaje nyinyi kama nyinyi? Uh, si tulilolipanga ni likubwa mno mm. na tume, tunataka tutengeneze intention kubwa kwa wachezaji wa pool table kwamba pool table inaweza ikamfanya mtu akaenda mbali. mm. Yeah. Pengine brother, ushiriki wake wa huu mchezo ambao haya mashindano ambayo mnakwenda kuiandaa utaratibu wake ukoje? Utaratibu wake ni kwamba kwa mtu ambaye anatamani kushiriki, mm. uh, kwanza unaandikisha jina. mm. Ukishamaliza kuandikisha jina, kuna namba ambayo tumeweka kwa ajili ya malipo, maana huwa mara nyingi tukifanya mashindano ikitokea Okay. Unakuta una listi ya watu wengi ambao wanatamani kucheza lakini inapofika wakati ule ambao mimi nimetarajia kufanya mashindano nakuta mm. Oh. Idadi ya wa waliolipa ni wachache au oh. Watu wanalipa kwa kuchelewa Oh. Eh. Kwa hiyo mtafanyaje sasa kuhakikisha kwamba washiriki wanakuwa ni wengi kwa safari hii na wanaoanza kuonyesha nia ya kushiriki waendelee kuwa moja kwa moja bila ku, bila kuishia njiani? Kwa safari hii tulichokifanya tumetengeneza, tu, tumetengeneza utaratibu mapema, kwa sababu mashindano yenyewe yatakuwa ni kwenye tarehe nane. Mm. sa kutoka leo mpaka tarehe nane ni kama tuna wiki mbili. Mm. kwa hiyo kuanzia jana tume tumeanza kuwatangazia baadhi ya wadau ambao sisi tunawajua mm. E, ikiwa maana, mara nyingi tuna watu ambao wanatoka Soweto mm. tuna majengo rau e, na sehemu nyingine. Kwa hiyo tumeanza kuwatangazia mapema mm. ili wajue kama tuna hilo jambo pengine atafanyikia uh, wapi na tarehe. Tumesema tarehe nane mpaka tarehe sita ni tarehe nane mwezi wa sita tarehe nane mwezi wa sita ndio atafanyika. Ndio ni maeneo gani atafanyika ni KCMC maduka ya chini tunaita Tembo Perfect Shop. Ah, KCMC maduka ya chini eh, ndio hapo uh, mashindano yatafanyika kwa msimu wa mwaka 2025. Eh, kwa mwezi huu wa sita ah, kwa mwezi huu wa sita eh, pengine labda ndo la moja kwa moja au kuna tutegemee tena mengine kwa siku za karibuni. Kwa siku za karibuni litakuepo baada eh, ya hilo tuna, tutaangalia kwanza kwa wakati huu kwa hmm, wachezaji ambao tutawapata lakini shindano kubwa litakuwa ni la mwezi wa kumi na ehe, mbili ambalo mm. <gibu> tunategemea tutatoa bodaboda wakati huu.